Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, tuko hapa kwa ajili ya kukupa update mpya kabisa ambayo imetufikia hivi karibuni. Hii bwana inahusiana na Kabla ya Karina kwenda kufanyiwa operation kule India, ni kabla hajaingia katika chumba cha operation, kumbe kulikuwa kuna complication ambazo zilikuwa zimetokea, kulikuwa kuna itilafu ambazo zilikuwa zimetokea kwa namna moja au nyingine. Na Karina mwenyewe, hapa tuko na video yake, utamsikiliza akiwa anaelezea kilichotokea kabla ya kwenda kufanyiwa operation. Umeona yetu, nafahamu kwamba Karina ni mwanadada ambaye ameteseka kwa takriban miaka nane akiwa anasumbuliwa na tatizo la utumbo mpana ulikuwa una shida, kwa hivyo basi amefanyiwa operation 20 zaidi ya 24 kipindi hicho chote cha hiyo miaka nane ambacho alikuwa anateseka na, na hayo maradhi hapa Tanzania So, mwisho wa siku ni kwamba alipata msaada kutoka serikalini kwenda kufanya operation nje ya nchi huko India na operation aliyofanyiwa kule India ilikuwa successful. Alienda kukatwa ule utumbo mpana ambao ulikuwa una shida ukatolewa kwa ajili ya kufanya kupata recovery. Kwa hiyo alikuwa anaendelea vizuri, alikuwa na recover vizuri kabisa. E, lakini ghafla tukapata taarifa kwamba amefariki. Sasa, kabla ya kwenda kufanya operation ambayo ilitumia, za, ilitumia almost masaa kumi. E, eh, operation ambayo ilifanywa kule India ilitumia almost masaa kumi kwa mujibu wa habari ambayo tulipata kutoka kwa mwanadada ambaye ni mwandishi wa habari wa Global. aliandika kwamba operation ya Karina kule India ilichukua e, eh, almost masaa kumi hivi sasa. Kabla ile operation siku, ka, siku kama mbili au moja nyuma yake e, eh, alitakiwa, tarehe ambayo ilikuwa imepangwa ilikuwa postponed mpaka siku hiyo ambayo alienda kufanyiwa operation, yani kwamba siku ambayo alitakiwa afanyiwe operation kuna vitu alikuwa, vilikuwa havijakaa sawa kwao, akagairisha akafanyiwa siku iliyofuata. Sasa sababu ambayo ilipelekea siku ile ambayo ilikuwa imepangwa kugairishwa ndio hii hapa. Karina mwenyewe nitakusikilizisha hapa akizungumza kuhusiana na sababu ambayo imepelekea mpaka operation yake ikawa postponed mpaka siku nyingine iliyofuata. So, hii hapa ni video ambayo ye mwenyewe Karina alikuwa anaelezea, japo japokuwa alikuwa amechomekwa mirija, kwa hiyo alikuwa kuzungumza ilikuwa kidogo ngumu, lakini still eh, nadhani ukitulia vizuri unaweza ukamsikiliza na ukamsikia alichokuwa nakisema kwamba alikuwa operation iligairishwa kutokana na kwamba hali yake ilibadilika ghafla, akapelekwa ICU. Kwa hiyo alikuwa anaomba msaada kutoka kwa baadhi ya maustazi wamwombee, wamfanyie dua ili hali yake iwe sawa, aweze kwenda kufanyiwa operation. So msikilize hapa ye mwenyewe Karina akizungumzia swala hilo kabla ya kuingia katika chumba cha oparesheni kutokana na kwamba hali ilikuwa kidogo imebadilika. Ya, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa na hii ni moja kati ya videos ambazo zimeanza kusambaa huko mitandaoni sasa hivi. Eh, na hii ni video ambayo ili, ilipostiwa mnamo Machi tarehe kumi na mbili. Hii ilikuwa ni siku kabla ya operation kwamba kulikuwa kuna complication na mwenyewe akaelezea hapo Carina kwamba hali ilibadilika. Kwa hiyo wamegairisha operation eh, kwa siku mpaka siku inayofuata alipelekwa ghafla kwanza ICU kwa ajili ya kupata uchungu, uga, kwa ajili ya kupata usimamizi wa karibu zaidi. So, hivyo ndivyo mambo yalipo. Tutafuatilia hii inshu kwa karibu, tutakuletea habari zaidi kuhusiana na hilo. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapo unaweza kuweka maoni yako katika comment section. Ndio, tukisoma na ku reply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.